Mheshimiwa Rais, sekta inayofuata ni sekta ya maji. Samia Kalamu Awards 2025, sekta ya maji. Washiriki ni Isaac Lukumai, Olkonerei FM. Adam Hhando

Mheshimiwa Jumaa Aweso, waziri wa maji anamtangaza mshindi na atakabidhi tuzo pamoja na zawadi aliyomwandalia. Mheshimiwa Rais, wizara ya maji imemwandalia zawadi ya shilingi milioni tano taslim na tutamkabidhi hapa, lakini jambo la pili kutokana na shughuli zao za uanahabari tutamkabidhi laptop mpya, lakini jambo la tatu tutamlipia bili ya maji miezi mitatu na jambo la nne, kwa kuwa tuna mtambo wa mama wa uchimbaji visima kule kijijini alipozaliwa, tunaelekeza gari lifike likachimbe kisima kwa ajili ya historia ya kazi kubwa na nzoa la hifadhi. Asante sana. <muchasana> <muchasana> Tunampenda demokrasia yenye uwazi na ukweli, kathibitisha mama na upiga miundo mbinu ya uhakika. Tunampenda rais Samia, asante sana mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.